Wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha allah tunaendelea na darasa letu la fiqhi kupitia kitabu kinachoitwa almabadiu lfiqhi juzuu ya nne. Kwa wale ambao wana kitabu watafunua kurasa namba nne. Anasema kam nawa anil fardhu, ni ngapi aina za faradhi? Kam nawa anil fardhu, ni ngapi aina za faradhi Jawabu linakuwa na wan aina mbili. Faradhi imegawanyika sehemu mbili, faradhu aini, faradhi ya lazima wa faradhu kifayat, na faradhi isiyokuwa ya lazima. Faradhi imegawanyika sehemu mbili, faradhi ya lazima na faradhi isiyokuwa ya lazima. Tulisema faradhi ni jambo ambalo ni wajibu kulifanya mm -hmm na anapolifanya jambo hilo mukallafi anapata thawabu, anapoliacha anapata dhambi. Sasa faradhi yenyewe imegawanyika sehemu mbili e, faradhi ya lazima na faradhi isiyokuwa ya lazima. Faradhu aini wa faradhu kifayati, faradhi ya lazima na faradhi isiyokuwa ya lazima. Mal faradhu laini ni ipi? Faradhi ya lazima. Mal faradhu laini ni ipi? Faradhi ya lazima huwa alwajibu, nao ni wajibu fiiluhu, kuifanya. Jambo ambalo ni faradhi ya lazima ni jambo ambalo ni wajibu kulifanya, ni lazima kulifanya ala kulli mukallaf, juu ya kila mukallaf. E, mukallaf manake ni mtu ambaye alibaligh na ana akili. Kwa hiyo unaposikia jambo ambalo ni faradhi ya lazima manake ni jambo ambalo ni lazima kulifanya kwa kila mukallaf, kaswalati, kama swala, wa siami na, na, na kufunga Kuswali eh, ni lazima kwa kila mkalaf, anapoacha pata dhambi. Kuswali swala mfano asubuhi ya eh, dhuhuri, alasiri, eh, magharibi, insha, kila siku kuswali vipindi vitano ni lazima eh, kwa kila mkalaf, kwa mtu ambaye amefikia baligh. Wasiyami na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani eh, kufunga ni lazima hmm. kufunga ni lazima kwa maana mtu ambaye ni mukallaf lazima afunge, akiacha kufunga anapata anapata dhambi. Kwa hiyo faradhi aini ni jambo ambalo, au ni faradhi ambayo ni lazima kuitekeleza faradhi hiyo, unaposhindwa kuitekeleza eh, bila sababu za msingi, maana yake, unapata, unapata dhambi. Na akasema, neno faradhi eh, walwajibu na neno wajibu bi maana wahid, maana moja eh, yani unaposikia neno faradhi ndio hiyo hiyo wajibu Mm, ukisikia wajibu ndio hiyo faradhi isipokuwa, ila isipokuwa fi babul haji katika katika, katika mlango wa hija mm, katika mlango wa hija unaposikia faradhi ni kitu kingine, unaposikia wajibu ni kitu kingine. Lakini katika mlango wa udhu, kwa maana mlango wa tohara, mlango wa swala, ukisikia wajibu ndio hiyo hiyo faradhi. Swali so, lingine akauliza, mal faradhul kifaya ni ipi? Faradhi isiyo kuwa ya lazima, tumesema kuna wajibu eh fi'luhu, kuifanya nao ni faradhi ambayo ni wajibu kuifanya e, ni lazima kuifanya ala jami'il mukallafina, juu ya mukallafi wote yani, jambo ambalo mukallaf wote wanaweza wakalifanya jambo hilo lakini akasema idha faalahu wahidu, na anapolifanya jambo hilo mmoja, minhum, miongoni mwao e, sakatu anil baqina, basi husameewa wale ambao waliobaki. Kaswalati ljanazati, kama swala zati, ka ya jeneza. Kwa hiyo faradhu lkifaiyu ni faradhi ambayo e, ni wajibu kuitekeleza kwa mukallafi wote ila ikitokea ametekeleza jambo hilo mtu mmoja kati ya wao eh, basi wale ambao wamebaki, eh, husamehewa. Mfano kuswalia kuswalia jeneza, mfano mtu amekufa, mm, akaoshwa akakafiniwa, maanake akaveshwa sanda ndio kukafiniwa, sio kukafini, maanake kuveshwa sanda eh. Lakini pia akaswaliwa E, baada ya kuswaliwa kazi. Kwa hiyo unakuta ile kitendo cha kumswalia sasa, ndio ile swala ya jeneza. Kwa maana mtu ameingizwa kwenye jeneza e, akaswaliwa inaitwa swala ya, ya jeneza, au wengine wanamweka tu pale mbele wanamswalia, wengine wanaita swala ya maiti, kumswalia maiti. Sasa kile kitendo cha maiti ni faradhi ambayo e, si lazima. Kwa hiyo wakifanya mkalifi wote sawa lakini ikitokea wamefanya baadhi, basi wale ambao hawajafanya faradhi hiyo, hawajamswalia maiti, hawawezi kuandikiwa dhambi. Ila mbaya zaidi, ikitokea hakuna hata mmoja aliyemswalia maiti e, ikitokea hakuna hata mmoja aliyemswalia maiti, hapo sasa wanapata dhambi wote. Lakini ikitokea mmoja kamswalia, wale ambao hawajamswalia, basi hawaandikiwi dhambi kwa kutomswalia. E, na hii ndio ile kuna baadhi ya maeneo e, kwa mtu ambaye afanya ibada anasuswa, anasuswa, wengine amsomei dua baada ya kumzika wengine hivi. Kwa hiyo kila sehemu kunakuwa na utaratibu wake, lakini chonde chonde, e, watu wasije kwa wakasusa kumswalia maiti, e, wasije wakasusa kumswalia maiti. Maana ikitokea sasa e, maiti huyo hajaswaliwa na mtu hata mmoja mnapata dhambi e. We kama umetia nia ya kutomswalia labda, eh, kuna vigezo ambavyo vimekufanya ushindwe kumswalia sawa, basi utapona, unaongea na kumswalia. Wewe unaweza kutoka kapembeni eh, kama we utaki kumswalia, lakini vizuri kumswalia sababu maiti tunasema, mara maiti ni mtu ambaye kuhurumiwa eh, ndio maana tunaambiwa tutaje mazuri ya maiti wetu wala tusitaje mabaya yao, kwa maana tayari mtu anapokufa E, hata kama itakuwa kuna e, tofauti gani sijui mgombana naye umefanya nini na nini, hivyo vitu vyote unaweka pembeni kwa sababu ni mtu ambaye ni marhumu, ni mtu kuonewa huruma, e, ni mtu ambaye kuonewa huruma, ndio naambiwa oneni huruma waliokuwa ardhini na nyinyi ataonea huruma aliyekuwa aliyekuwa mbinguni. Kwa hiyo masala ya kususwa, e, mtu anasuswa e, kwa kutofanya ibada ni utaratibu ambao baadhi ya watu wameweka na wamefanya hivyo kwa sababu baadhi ya sehemu watu hataki kabisa kuswali. Kufanya hivyo kufanya hivyo, unakuta wameweka zile kama discipline kwamba kuwajenga watu waweze kufanya ibada, lakini pia pamoja na hayo wale watu ambao wanapuenda, wanapokwenda kufanya ibada, e, kwa sheria kama hizo, wengine wengi sana unakuta wanafanya ibada kwa ajili ya watu, sasa inakuwa ria. Ria ni, ni shiriki ndogo eh. E, na Mtume katahadharisha sana na shiriki ndogo, kwa maana ria ni ile kufanya ibada kwa nia fulani ya kuone. Kwa hiyo mimi leo labda utanisusa E, si swali sasa, kesho nikija kuswali maanake nataka nikuonyeshe kwamba na mimi na swali, kwa hiyo nataka unione, kwa hiyo ndakwani nashindwa kufanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ndakwani nafanya ibada kwa ajili yake, kwa hiyo unione, ili mradi usije kanisuzo. Kwa hiyo tunapohamasisha watu fanye ibada na tunapowekea sheria mbalimbali za kufanya eh, wapate zile eh, hamu za kufanya ibada, basi tuangalie na zile sheria ili mradi tusiwaingize katika katika kufanya ibada mm, kwa sake kwa Allah, eh, kufanya ibada kwa sake kwa Allah, kwa maana nafanya ibada kwa ajili ya shehe fulani anione, kwa ajili ya simtenge na hivi na vile. Kwa hiyo faradhi kifaya ni faradhi ambayo eh, wanaruhusiwa kufanya mukallafi wote, ila akifanya baadhi, basi wale ambao eh, hawajafanya faradhi hiyo waandike dhambi, tofauti na faradhi ya aini. Kwa mfano swala eh, swala ya dhuhuri imefika wakaswali walio swali wali wale ambao hajaswali wanapata dhambi e, kufunga wakafunga, waliofunga wasiofunga wapata dhambi isipokuwa eh, yani kwa sababu maalum. Kwamana nini kilichokufanya weo sifunge, au nini kilichokufanya weo siswali? Inakuwa ni, ni kama hivo. Kwa hiyo faradhi kifaya ni tofauti na faradhi aini kwao. Insha Allah tuishie hapo tufanye muraja. Insha Allah tutakapokutana tena, basi tutaendelea na masala mengine na kwa wale ambao hawana kitabu basi watatafuta, utaenda e, madukani utaulizia kitabu cha fiqhi kinachoitwa Al Mabadi ul Fiqhi e, namwambia kupe juzu, juzu ya pili, mwambia akupe juzu ya pili, kwa wale ambao